Na tunaumia sana. Yaani ukipita mitaani watu wanalia. Kitabu wa Tanzania tutaki, tunapenda si amani, atakuwa tuishi kwa amani nchi yetu, kwani tuanze hivi. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi watu wametulia. Kwa sababu gani? Watu wanaogopa haya mambo, pia tu kauli, maduka yote tumefungwa, hatuwezi kutoka. Watu unajua wa, unajua wa, mwenyewe mwenyewe mwenyewe unajua wanachoka mapa vingunguti hivi, ni nani anaweza kutoka? wewe kweli, nnani nza bwana wanaingia na kuondoka, na wanapasua maduka, wanafanya nini, wanaiba na wanaondoka, si kama hivi tumekaa pale. Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo. Na kusema kweli, sifa na, na, na, na, na, na, na, na heshima yote iende kwa Watanzania wote. E, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda ilosema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao, lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe e, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi, tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma, yale yamepita. Ya ziupit, ya shapita sasa, tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo ee, jeshi la polisi na ulinzi huko siku zote, huko siku zote. Wao unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu ee, mwisho wa mwisho, wa mwaka huu tumeimarisha tume ulinzi kwa sababu eh, nyakati za mwisho wa mwaka huu kuna matukio matukio mengi kwa hiyo hali hii itaendelea e, na wananchi wawe wawe, wawe, wawe huru e, ku, kuendelea ku, ku, ku, ku, kufanya shughuli zao, lakini na, na wakati wa jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya tutapita salama naamini, yeah. Hmm. Yeah. Kwa maana shughuli za wananchi kama kawaida zitaendelea kama kawaida, kama kawaida, kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida hmm. E, leo ndio tumesherekea bwana leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani sasa ehe na wengine wanatoka wanatembea na kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huku na mimi naendelea na shughuli zangu mheshimiwa so, yes, eh, rais eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya arobaini na tano ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya eh, mwaka sabini na saba rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania ana uwezo wa kumwachia eh, huru mfungwa wa, wa mfungwa yoyote eh, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu eh, hayo ni mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huwa mara nyingi wanafanya hivyo wakati wa sherehe za kusherehekea uhuru wa nchi yetu, na kama ilivyo eh, miaka ya nyuma, basi hu, kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita kati ya hao ishirini na mbili ni wale wameachiwa leo hii tunavyozungumza, na eh, hawa elfu moja na kumi na mbili hawa wamepunguziwa adhabu, kwa hiyo watakuwa wanaendelea kuachiwa kadri siku zinavyokwenda, kwa hesabu iliyotumika katika kuwapunguzia adhabu hizo. Lakini moja kati ya masharti makubwa huwa ni kwamba hawapaswi katika muda huu wa matizamio kufanya kosa lolote.